Hatimaye mwarobaini wa kausha damu na mikopo umiza umepatikana. Ni baada ya Wizara ya Fedha kupitia Benki Kuu ya Tanzania BOT kuzindua mifumo miwili ya kushughulikia malalamiko kwa watumiaji wa huduma za fedha yenye lengo la kutatua kero na malalamiko ya wananchi katika utumiaji wa huduma za fedha. Leo pia tunazindua mfumo wa kushughulikia malalamiko ya wa watumiaji wa huduma za fedha Sema na BOT. Kama alivyosema gavana, mfumo huu utatoa fursa maalum katika kutatua malalamiko ya utumiaji wa huduma za kifedha kwa ufanisi na uwazi. Naamini kwamba mfumo huu utakuwa suluhisho la malalamiko mbalimbali mbali ambayo tumekuwa tukiyasikia, ikiwemo mikopo ya umiza, kausha damu, jambo ambalo litaongeza imani ya umma katika kutumia huduma rasmi za fedha na kuboresha uwajibikaji kwa watoa wa huduma za fedha wanaosimamiwa na benki kuu. Hii ukienda ukienda kwenye kwenye utaratibu utaona, ukienda kwenye uhalisia kwenye mifano tulionayo, utaona kwamba katika eneo hili watu wamepata shida sana, na hiyo hiyo ni katika kukwepa urasmi. Watu wanaingia kwenye shida zote hizi kwa ajili ya kukwepa urasmi. Ukienda kwenye utaratibu ulio rasmi, masharti yake yako nafuu sana ukilinganisha na hii ambayo wamekuwa wakifanya. Unaenda unachukua, unachukua mkopo ambao ndani ya miezi mitatu unatakiwa urudishe mara tatu zaidi, utakuwa umefanya kitu gani hicho ambacho kina, yani, kwenye maisha yako umepambana kupata milioni moja umepambana sana kupata milioni moja mpaka ukaona ukaikope. Halafu katika kukopa unakubali kupewa kwa shariti la kwamba ndani ya, ya mwezi mmoja urudishe milioni tatu. Si kama milioni moja ilishindikana, utapataje tatu? Halafu unaweka rehani vitu vingi tu ambavyo vina thamani kubwa kuliko hiyo milioni tatu, halafu un, un, un, utaratibu wa kukwepa urasmi unakupeleka kwenye matatizo hayo. ni, nitoe rai tena kwa Watanzania, ni, ni muhimu sana kujenga utaratibu wetu wa kurasimisha rasimisha taratibu kurasimisha vitu tunavyofanya kurasimisha vitu tulivyo navyo ni jambo la msingi sana. And then unafanya taratibu zote kwa utaratibu ulio rasmi. Kwa upande wake, gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT, Emmanuel Tutuba anasema changamoto mbalimbali za huduma za kifedha zilizokuwa zikiwakabili wananchi ikiwemo kiwango cha chini cha elimu ya fedha ndizo zimepelekea BoT kwa kushirikiana na Baraza la Taifa la Huduma Jumuishi za Kifedha kuchukua hatua mbalimbali mbali. Na mojawapo ya matunda ya hatua hizo ni hili la uzinduzi wa mifumo hii miwili ambayo anasema sasa inakwenda kuwa mkombozi kwa watumiaji wa huduma za fedha. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni ukweli usiopingika kwamba licha ya juhudi nzuri za kuongeza upatikanaji wa huduma jumuishi za kifedha hapa nchini bado kuna changamoto mbalimbali. Baadhi ya changamoto hizo ni kutokuwa na mazingira rafiki kwa ukuaji wa teknolojia na ubunifu katika mifumo ya utoaji wa huduma rasmi za fedha hapa nchini, idadi kubwa ya watoa huduma wasiokuwa rasmi, kiwango cha chini cha elimu ya fedha kwa watumiaji mbalimbali hapa nchini, uhusiano hafifu baina ya watoaji na watumiaji wa huduma rasmi za kifedha nchini, mfumo wa analojia wa, wa, wa kushughulikia malalamiko ya watumiaji wa huduma rasmi za kifedha, gharama kubwa katika matumizi ya huduma za kifedha na ufahamu mdogo wa matumizi ya vifaa vya kidijitali. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kukabiliana na changamoto zilizotajwa hapo juu, Benki Kuu ya Tanzania kwa kushirikiana na Baraza la Taifa la huduma jumuishi za kifedha limechukua hatua mbalimbali mbali, ambazo mojawapo ya matunda ya hatua hizo zilizochukuliwa ni uzinduzi wa mifumo hii miwili ambayo utaufanya uta leo. Ninayo furaha kubwa kusimama mbele yako leo hii na kuwathibitishia wadau wengine wote waliopo hapa kwamba uzinduzi wa mifumo hii miwili unalenga kuboresha utoaji wa huduma za kifedha nchini, ikiwa ni kwanza, tutakuwa na uzinduzi wa mfumo ule wa mazingira ya majaribio ya teknolojia ya fedha yanayodhibitiwa na Benki Kuu ya Tanzania kwa maana ya Bank of Tanzania FinTech Regulatory Sandbox, lakini pia tutakuwa na uzinduzi wa mfumo wa kushughulikia malalamiko ya watumiaji wa huduma za fedha ujulikanao kwa jina la Sema na Benki Kuu kutoka Dodoma, mimi ni Fadhili Akida, na hii ni Daily News Digital.